Watu wamekuwa wakiuliza TT yuko wapi? Ah, TT ndiyo huyu maze, ndani ya mbuga ya wanyama pori ya Lewa. Sia temini mnyama, nimekuja kufanya ile kazi yangu ya kawaida maze. Mambo ya uwe na vile vile hufanya mambo kama haya haya, kule Masai Mara National Reserve. Hapa na mahali ziko, kule mashinani utasikia nikitangaza mpira, hapa kule, hapa kule, hapa kule, na to make sure ya kwamba mpira uko mashinani. Lakini very soon, you never know. Only love God. Wapi, love yourself. Wapigie intro ya Man U na Arsenal. Ah, hiyo saa ngapi hiyo? Sasa As, Arsenal wapigie moja. Wanataka hiyo TT, mambo mambo ya Arsenal, ya Arsenal na mambo ya nini? Mimi napeka kazi ya mpira za juu. Eesh, basi hapa tuko mechi kali kabisa, ni mechi ya kombe la dunia kati ya